Korea Kusini imesema itaendelea kushirikiana na Tanzania katika miradi mbalimbali ya mbali maendeleo ikiwemo kilimo na elimu kwa lengo la kuinua uchumi wa nchi zote mbili. Akizungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Daktari Ayubu Rioba jijini Dar es Salaam, balozi wa Korea Kusini hapa nchini Song Gyum Yang amesema nchi yake imekwisha shawishika kuwekeza hapa nchini kutokana na uongozi madhubuti wa serikali ya awamu ya tano na uwepo wa amani. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Oscar Urasa. My name is Balozi wa Korea Kusini nchini Songim Yung ametembelea shirika la utangazaji Tanzania TBC jijini Dar es Salaam na kuona shughuli zinazofanywa na shirika hilo na kujadili masuala mbalimbali mbali ya maendeleo. Katika mazungumzo yake na mkurugenzi mkuu wa TBC Dkt Yubu Rioba, balozi Yung amesema miongoni mwa maeneo ambayo serikali ya Korea Kusini imewekeza hapa nchini ni sekta ya kilimo, ambapo amesema tayari nchi hiyo imejenga kituo cha kwanza barani Afrika kwa ajili ya kutoa elimu ya kilimo, kituo kinachotarajiwa kufunguliwa rasmi mapema wiki ijayo. Balozi huyo wa Korea Kusini amesema uimara ya serikali ya awamu ya tano chini ya kauli mbiu yake hapa kazi tu umekuwa kivutio kwa wawekezaji toka nchini mwake ambao wapo hapa nchini kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TBC d Ayubu Rioba amesema TBC ipo tayari kushirikiana na Korea Kusini katika sekta ya habari kwa lengo la kubadilishana uzoefu. <clears throat> Uh, uwezekano wa wa shirika la utangazaji la Korea kushirikiana na shirika letu la utangazaji TBC. E, jambo ambalo niliona ni, ni jambo zuri kwamba tunapojenga mahusiano haya yanatusaidia katika kubadilishana uzoefu, kubadilishana e, wataalamu e, kuangalia teknolojia ambayo inatumika kuweza kupata hata ushauri kuhusu e, mwelekeo, kwa sababu wenzetu walianza mapema mwelekeo wa teknolojia ya utangazaji duniani. Eh, lakini cha muhimu sana alichosema balozi ni kwamba eh, tunaweza watu wa Korea, nchi ya Korea ilikumbana na changamoto za kimaendeleo kama hizi hizi ambazo Tanzania inakumbana nazo leo. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa kwamba uh, eh, Tanzania na Korea tukabadilishana uzoefu. Kwa mfano eh, TBC na, na, na shirika la utangazaji la Korea tukasaidi, tukabadilishana kwa mfano eh, kazi zetu E, za kiutamaduni ambazo tunafanya iwe ni e, labda tamthilia hizi e, za kwetu zikaenda kule, na kwa mara ya kwanza balozi akazungumza nikaona amezungumza kitu, kitu muhimu sana. Miradi ya maendeleo inayotekelezwa na Korea Kusini ni pamoja na ujenzi wa daraja jipya la juu la Sarenda jijini Dar es Salaam linalotarajiwa kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini. Oscar Urasa, TBC, Dar es Salaam.